Hapa makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam. Nianze kwa kutambulisha viongozi uh, wa club Young Africans ambao niko nao hapa mbele. Kwa kwanza, tunaye afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu Andre Mtine. Tunaye pia technical director wa timu yetu Paul Matthew, na mwisho tunaye pia mkurugenzi wetu wa mashindano uh, Ibrahim Muhammad kwa kufahamu kwa nini tumewaita hapa na kwa nini tuna jopo hili kubwa siku ya leo hapa, tumie fursa hii kumkaribisha afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu CEO Andre Mtine, aweze kutufungulia mkutano huu na kutueleza kwa nini eh, tuko hapa siku ya leo, sio karibu. Good morning everyone, habari uh, za asubuhi, assalamu alaykum.

Shurukan sana uh, co wa yetu Eng Africans yetuyangafrica uh, kwa kifupi sana, taa nisikia hapa eh? tatoa sauti ili tusikie wote. Kwa kifupi sana ambacho amekizungumza co wa club yetu leo, ametuambia kwamba Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soka School, tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania, na projekti hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soka School. La kwanza, kwa nini Yanga Africans imeanzisha Yanga Soka School? Sio hapa, ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa sifuri mpaka kumi na nne ni watoto zaidi ya milioni ishirini na sita ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanaangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi na ni kazi inayolipa vizuri. Unamwona bwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka kumi na sita kumi na saba ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani. Ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Kimwangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka kumi na sita, ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Young African Sports Club kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soka School inakupa njia sahihi, wewe kama mtoto kufikia karia yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa, sio amegawa hizi umri uh, katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soka School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri. Kuna watoto chini ya miaka kumi na moja, kuna watoto chini ya miaka kumi na tatu na kuna watoto chini ya miaka kumi na tano kizingatia 11 11 13 na 15 ukizingatia, tayari Young Africans tunayo team ya chini ya miaka 17 ya vijana, tunayo team ya under 20 na tunayo senior team yetu ya. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi. Sasa wazazi wengi kuzungumza nao wazazi wengi kuzungumza nao, wana ndoto watoto wao wacheze mpira lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira lile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka kumi na moja miaka kumi na tatu unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu mzazi anapompeleka huyo mtoto. Kwa sisi tumetengeneza soka school hii kwa kukata hizo age kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto. Kutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini miaka kumi na moja, miaka kumi na tatu na miaka kumi na tano. Lakini namba mbili, Yanga African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake, itamuhakikishia itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu ukiondoa mtaala sahihi vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye soccer school. Kwanza taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution, sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira, ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali, achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukimleta mtoto wako kwenye Yanga soka school, number one, utamleta kwenye taasisi inayoheshimika credible institution. Namba mbili, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako, usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani anapokuja kwenye kituo ambacho kitakwenda kutangazwa hapa, itakuwa wapi hiyo shule yetu, usalama huyo mtoto kwa muda wote ambao atakuwa, na jopo la wataalamu ambao uko nao hapa Yanga. Namba 3 ni afya, tutahakikisha watoto hawa, mbali na kuwaandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri, ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunaposema afya ni concept pana. Tunataka huyu mtoto muandae awe completely footballer. Kwao tunamuandaa kwenye age ya under 11, under 13, under 15 mchezaji aliyekamilika.